Hakuna mtu yoyote mwenye maono anaye react kufuatana na mazingira hayo, na ndio maana Mungu alipomtazama Hamakuki alipoanza kuomba kwa kulalamika, alijua macho yake yanaangalia mazingira hayo yangali maono, ndio maana akasema, andika njozi. Wakati anaomba, alikuwa anaomba kwa kuangalia mazingira, hawaombi kwa kuangalia vision. Watu wengi sana wanaomba kwa kuangalia matatizo yanayowazunguka, hawaombi kwa kuangalia future. Na ukiomba kwa kuangalia mazingira siku zote utalalamika. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Dalili mojawapo ya mtu ambaye anatizama mazingira katika maisha ma yake na mazingira ndio yanayoamua cha kwanza utakatimwona ni kulalamika. Haijarishi ni mhubiri atalalamika kwenye madhabahu, haijarishi ni mwanasiasa atalalamika, haijarishi ni kiongozi shuleni, hata kama ni mwenye shule mwenyewe atalalamika.